Wito huo umetolewa na mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Othman Masoud Othman Wakatiaki, wakati akiwa katika mwendelezo wa mkutano wa kampeni za kuomba kura kwa wananchi. tunapokwenda kwenye uchaguzi tujue tunakwenda kwenye uchaguzi Tuna Tuna gani kura, kura yako ina maana gani? Uchaguzi huu una maana gani? Uchaguzi la kwanza, uchaguzi huu ni wa kwenda kurejesha wakwenda kupambania haki za nchi yetu Zanzibar. Ndio maana ya uchaguzi huu, usiende ukaona wewe ukatafuta za barau tu. Za barau ni wakadha ni alama ya kuwaongoza Wazanzibari kwenda kupambania kurejesha haki za nchi hii, ni wakwenda kuinyoosha nchi, na hapo kuna sera za ACT Wazalendo zinazokwenda kutekelezwa na Rais Othman Masoud inshallah, kwenye maeneo yafuatayo. Kwanza kwa sera kuhusu vijana, wanawake, watoto, watoto na makundi maalum. Katika mkutano huo wagombea wa nafasi ya ubunge, uwakilishi na madiwani wa nyimbo hilo la ole wametambulishwa kwa wananchi, ili waweze kuwapigia kura na kuongoza jimbo hilo. Aisha Haji, Azam News, Pemba.